E, bwana, mwenzako akinyolewa za kwako tia maji. Hii ni msemo ambayo wengi wanaitumia kinoma noma, ikiwa na maana ya kwamba ukimwona mwenzako kwa imefanya kitu fulani, basi naye jipange, unaweza ikaja au ikaja zamu yako, au sio bwana? s kupitia Instagram sasa hivi hii wiki kumekuwa Instagram imechangamka kinoma, mambo ni mobo ninavyokuambia, juzi juzi kati tumemwona ndugu yetu Juma Jux, au sio bwana, ameenda Nigeriani kule kuchukua jiko lake. Mambo yalikuwa ni mengi sana, ambayo ilikuwa umetokea, lakini ya kwenda peke yake, ilienda na washikaji zake kama tagi, watu wa faida. Hakikisha ukienda sehemu kama uh, kama zile ni vizuri sana kuwa na tagi lako au watu wa faida wanakusupport kwa namna moja ama nyingine, hata ikitokea anything's problem au sio bwana, unaweza ukazi ukazi ukazizuia na watu wakasema, ah huyu jamaa akaja na tagi sana so Jux, uh, ilienda kuchukua mshinga wake kule, au sio bwana, kumchukua jiko lake kule jijini Lagos, Nigeria. Lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo vilitokea, pengine tulikuwa tujaviona au sio au tulikuwa hatuvifahamu sijui tumeelewana. Licha ya Juksi kuoa au kumchukua Priska, lakini kuna vitu vingi ambavyo vilitokea, bwana mtu mzima. Diamond Platnumz, wakina Jinako ilikuwa kule, eh, ee, wakina a, wakina Belnasi au sio, bwana? Watu kibao kina manoma kutokea Tanzania, lakini kitu ambacho wakifahamu, kuna moment nyingi sana ambazo zimetokea uh, sana sana, nikimzungumzia Diamond Platnumz, moja kati ya watu ambao walikuwa wanasubiriwa kaham sana katika harusi ya Juksi sio tumelewana, yani mwenye harusi ilikuwa subiriwi kuliko yani, harusi ilikuwa isubiriwi kuliko kama Diamond alivyokuwa anavyosubiriwa. Sawa sawa, na wewe ndio muhusika, lakini mgeni anaangaliwa tofauti na wewe ambavyo umekuja kufanya shughuli yako. So hii ndio ilivyotokea kule Nigeria, watu walikuwa wanamsubiria sana Diamond, ndio walikuwa wanamwangalia sana mapicha ya kutosha sana. Uh, diamond diamond ndio akasema sokes, kwa sababu mimi ni maarufu pia, uh, ngoja tuwape nafasi. Lakini pia harusi mimi nimeipenda kwa sababu harusi ilivyofanywa imefanywa kwa hadhi ya Juksi ambavyo alivyo tunamfahamu, pia wengi wanaomfahamu Jux kwamba Jux sio kitoto sana, so maisha fulani ambayo wengi tunaoyajua loko, hapana, ni maisha fulani ambayo wanajulikana na watu wakubwa wakubwa, nikiwa na maana mastaa kibao, viongozi kibao, so arusi ya Jux, uh, mastaa walinominate kibao, wakina Corodebello lakini pia watu mbalimbali mashuhuri ambao wanafahamika kule jijini Lagos walikuja kusherekea harusi ya Priscilla pamoja na Juksi, lakini pia Diamond. Watu walikuwa wanafurahi kumwona, nikiwa na maana kwamba baada ya harusi au after after weddings, sijui tumelewa na bwana Diamond alitoka kama kawaida. Watu wakimaliza harusi wanaenda katika sehemu mbalimbali wanafurahi wanaenjoy uh, moja kati ya moment watu wanazifurahi sana kumwona Diamond akionyesha umashuhuri wake au umaarufu wake kwa kutoa hela kwa kila msichana ambaye anamwona wa Nigeria. so hii watu wengi liwashangaza sana kumwona Diamond akikutana na msanii wote kwenye club anamwagia hela usoni, na moja kati ya klip ambayo sasa hivi wanaiongelea sana, wana wana wanafrahi wanaona bwana wana, wana, inabidi Diamond achana na Zuhura Zuchu, bwana aje kuoa baada ya Diamond kumwagia mama mkwe hela kwenye kifua chake, dola dola nyingi sana kwenye kifua chake. Watu wakafurahi wakasema, huu ndo, hii ndo tagi la washikaji. Najua pembeni juu ilikuwepo pale, hela zilikuwa ni nyingi sana, mtu anamwagiwa kwenye kifua, mama mkwe. Hebu imagine wewe ni rafiki yako, unamchukua unaenda naye kwenye harusi yako. Uh, alafu mara kadhaa mnaenda zeno club alafu hela zinamwaga kama vile, lazima ufurahi na watu wa pembeni, unafurahi, nasema ah, huyu ndo mtu ambaye tunamhitaji tagi kama so, ile ile so ilikuwa noma sana na blog za Marekani, uh, blog za za Nigeria walikuwa wanafurahi kuona kile kitu. Hii watu walikuwa wanaiongelea negative kwa upande wa kibongo bongo, lakini pia kwa watu ambao wenye mentality zaidi ya kuangalia industry ya bongo flavor inavyokuwa ile, pia ni moja kati ya njia ambayo wasanii wasionekane kizembe, wasionekane loko sana. Diamond alifanya vile kukuza brandi yake, so kama zile ile anazozitoa zimuumi na ise kazi na muuma, lakini utafanyaje, kati ndo brandi bwana, also bwana, si so ilikuwa hivyo, lakini pia Wanaijeria walifurahishwa. Mpaka sasa hivi stories zinazoendelea Nigeria kule, wanasema kwamba uh, kwa tasmini ya Diamond wanavyomwangalia kulingana na utajiri wake, E, inaweza ikawa pia Diamond anaweza akachukua namba moja uh, katika list ya wale wasanii wa bara la Afrika, au so bana, ambao ni icon artist ambao unawafahamu wewe hapa, namaanisha David yupo humo ndani, lakini pia Wizkidayo Burna Boy, au so bana, Sel Rema akiwemo naye mtu mzima Diamond. Watu wanasema kwamba Diamond anaweza akawa tajiri namba moja na kuwafunika hao wote ambao amewataja au sio bwana? Na vile vile pia Diamond alishaye kuzungumza kipindi cha nyuma kusema kwamba ana hela ambayo hauitegemei uh, yani ana hela ambayo uh, kwa sasa hivi ana hela ambayo akisimama uh, na msanii yowote uh, amwambie chochote haijalishi uh, ni Davido haijalishi ni Burna Boy, so ile kauli yake watu wakaimeki wakairelate na nice, hizo matukio ambayo yanatokea na zile uh, moments za kutoa hela mara hivi mara hivi, so watu wakaamini inaweza ikawa pia Diamond akawa bora au akawa ni mmoja kati ya wasanii wa Afrika ambao wana hela kuliko akina Burna Boy, akina Wizkid, akina Rema. Iko hivyo. Mimi nataka maoni yako. Je, unahisi labda ni kweli Diamond ana mtonyo kama hivyo watu wanavyosema kuliko Diamond, kuliko Wizkid, kuliko Burna Boy na kuliko Rema? Drop your comment kwenye Bongo Plus, utakuwa umetisha kina mwanao. Mimi naitwa Rizki Bwana, Libya kitengo again nothing more. We take over like never before. Endelea kusubscribe Bongo Plus TV ili uzidi kupata more information